Tuangalie mbele. Na nataka kufahamu kitu kimoja hadi kabla Jonathan Sowa kufungiwa, uh, mashabiki wa Young Africans walivalia sana njuga hili swala. Kwa nini unadhani walimvalia sana njuga? Ah, uh, kifupi Yanga wanamwogopa Jonathan Sowa kukutana naye. Yeah. Yaani hiyo hiyo ndio iko dhahiri shairi. Hata hata ile kipindikilo aliyokumbusha ile kadi wakapiga kelele kuhusu Jonathan Sowa kuelekea kwenye ngao ya Hisani. Yeah. Ni Yanga yeah, ndio walikazania wali, wali mpaka yeah, wakafanikiwa Jonathan Sowa kweli akukutana na Yanga. Na hii nayo mechi ya nani ya dabi ya ligi Jonas Sanso atakuwa nini, atakuepo tena. Kwa hiyo ni upande wa pili ndio wamekazania kuhusu nini, ili swala na uenda isingekuwa, labda ingekuwa kama dabi ishachezwa, mimi sidhani kama Jonas Sanso angefanya nini, angefungiwa, si umeelewa? Lakini kwa sababu waliokuwa na uhitaji ni nini, Dayang Africans, Dayang Africans na Jonas Sanso bado wanachuki nayo, yaani hiyo iko wazi, kwa sababu ni mchezaji ambao walitarajia watamchukua wao, alafu pili vile vile kile kitendo cha kubadilisha baba yeah, yani kutoka kwa injinia kwenda kwa nani, kwa Mo nao vile vile imewafanya nini no, imewapeni. Kwa hiyo amekuwa kama adui yao yeah. Kwa hiyo bado anamfuatilia eh, yeah. E, walimfuatilia akawa anasema kwamba hatofunga magoli eh, yeah. E, umenelewa bwana, ataishia magoli matatu hatimaye sasa hivi yeah. mechi nne ana goli ngapi? Ana goli tatu yeah. Kwa hiyo tayari zile goli tatu zao kashafanya, kashawalipa yeah. Na kwenye klabu bingwa tayari anafanya nini, ana goli. Kwa hiyo ile ndio inawafanya nini, inawauma die ang Africans eh, yeah. E, inawauma wanasiki kuna namna mnyama anakwenda kuathirika kukosekana kwa chuno kani. Ah, uh, kuathirika uwezo, ukasema hata athirika au ataathirika. Kwa sababu timu ina wacheza ina mastoka watatu. Ina Mkwala, ina Suleiman Mwalimu. Sasa wote ni mastoka bora. Suleiman Mwalimu ana ubora mkubwa. Kaitwa timu ya taifa nadhani ameelekea wapi? Ameelekea Morocco wa sasa hivi kwenye AFCON. Umeelewa bwana? Ni mchezaji ana experience kubwa. Amecheza kwenye ligi ngumu ya Morocco. Umeelewa bwana? Ligi namba mbili barani Afrika na vilevile vile, ameenda kucheza mpaka kombe la dunia. Umenelewa bwana. Na sio kwamba kaenda kaka Bent, amecheza mechi na Manchester City amecheza, Kwa amecheza na vilabu vikubwa, Kwa ni mchezaji ambaye ana experience kubwa. Kwa hiyo kwa swala la kuasirika Simba hatuwezi tukaasirika, isipokuwa umenelewa bwana eh? Ni matumizi mazuri tu yeye mwalimu atakayeamua. Kama ataamua mtumie Mkwala ambaye alimaliza na goli 13 msimu wa mwaka jana 14, basi atamtumia Suleiman Mwalimu ambaye mpaka sasa hivi tayari ana nini? Ana goli na klabu bingwa ana nini? Ana goli na anatoa assist. Kwa hiyo hatutuasirika. Ha, hakuna pengo lolote. Ha, Simba ina kikosi kipana, sina wasiwasi yote hata Arasenekante bado hey. Mi sina wasiwasi kwa sababu kama viungo hey, sawa eh, pale una Kamara. Hey, Kamara si umeelewa hey? Eh, una Mzamiru Yasini alafu bado una nani, una Kagoma hey, si umeelewa? Kwa hiyo ni wachezaji ambao wana experience kubwa. Kagoma amecheza mpaka fainali hey. Mzamiru Yasini amecheza robo fainali tano za klabu bingwa Lobo finali moja na finali ya nini? Ya shirikisho. Kwa hiyo bado Simba ina wachezaji ina, ina viungo wengi. Yeah. Umeelewa bwana? Ina viungo jinsi ya hapo ana uwezo wa kucheza kama kiungo cha juu. Ukija nani? Niyo Maema ana uwezo wa kucheza kama kiungo cha juu. Kwa hiyo huku chini atabakia Mzamiru atabakia nani? Na Kagoma. Mechi tano sio nyingi. Yeah. Fasta tu zitaisha. Nimeona baadhi ya watu waki wakilalamika kuhusiana na adhabu ambayo wamepewa ala Sankati. Michezo mitano lakini pia finali milioni moja. Kwa upande wako, Ah, mimi nadhani Yanga wanachokifanya sasa hivi hao wenzetu ni kutegua mitego. Yeah. Umeelewa ni kutegua mitego na kutaka kuwapunguza Simba nguvu. Ndio maana mimi siku zote nawaambia Simba ina timu bora, isipokuwa yaani, yeah. Bado tu hatujakuwa na utulivu kurudi katika slogan yetu ya Simba nguvu moja. Yanga anaiogopa sana Simba. Yeah. Na ndio maana yeah. <coughs> Waelekea kwenye dirisha dogo tayari wanahitaji wachezaji wa Simba wengi. Yeah. Mara wanamhitaji Mpanzu, mara hawaeleweki, wanamhitaji Simba Lisablam. Yeah. Nyinyi mna timu bora, mnahitaji wachezaji wa Simba ambao ni wabovu wa nini? Maana wameenda mpaka Mamelodi wameenda kumemuulizia Rushindiru. Si umenielewa? Hey. Umeelewa? Hey. Kwa hiyo Simba ina viungo wengi. Hey. Kwa Alasanekanti ile adhabu yake, teke ni yaani ni kawaida tu. Yule kafanya kama kufanya kumkanyaga kwa sababu fesa ilalipita, alipita kwa chini. Hey. Lakini sio adhabu ya kusema kwamba alimpiga maksudi. Kwanza ni kijana mpole, yuko very polite, hey. Yule mtoto. Hawezi kufanya vitu kama hivyo. Hana hiyo tabia yule kijana. Na nimemfuatilia Alasanekanti ni wakati anacheza timu yake kule. Kamaliza msimu kacheza mechi 22. Lakini amepewa kadi za njano mbili tu, ana red card hiyo msimu mzima. Kwa hiyo sio mchezaji wa kusema kwamba anaweza akafanya nini, umeelewa? Kama kadi nyekundu aliopewa kwenye klabu bingwa ile, ni kadi ya timu, sio yake, kwa sababu tayari alikuwa yeye ndo amebakia na yule mtu, ina maana, na maana angemwacha, na maana wale jamaa tayari alikuwa akishafanya nini, anakwenda kuonana naye na Yakubu Suleiman, ile ndo kadi zake, lakini sio kadi useme kwamba amefanya kusudi, hamna. Yule amemkwaa tu, sema ndo hivyo kwa sababu mpira wetu ni givyo vitu vyetu kitanzania, Tanzania, Tanzania. Umenelewa bwana? Amelimwa nini? Kwa sababu e Falisi alikuwepo mbona akuongea hicho kitu? Lakini kikubwa basi tuangalie tu nini kitafanyika kitachofuata lakini mimi ninafahamu. Yaani kadi kabisa Diallo italitakiwa Diara afungiwe. Diara pale naye. Diara alitakiwa apate adhabu. Ni. Eh. Kama uongozi unakuwa uko vizuri wafuatilie swali so, Diara alitakiwa afungiwe, alitakiwa apewe mechi tano. Lakini Yanga wanaona akishafungua Diara, na maana timu yote ishafanya nini? Imeshakufa. Lakini Diara alitakiwa apewe adhabu ya mechi tano. Kwa sababu ni kitendo cha makusudi cha kumpiga mchezaji wa Pamba. Amempiga kabisa, yani kampiga kiwiko, kamsukuma na kiwiko, alafu akaenda akafanyia akamkanyaga mguu wa kushoto, na mchezaji mpaka alienda nje akatibiwa, lakini refa akaacha mpira ukaendelea na hatimaye hakuna cha masaa 72 wala speech kule, lakini kuna baadhi ya watu wamezungumza na kusema kwamba kila ambacho kizungumza ni kwamba amehudhurishwa, kila ambacho ni uongo. Zile ni mbinu za kuharibiana virabu. Si umenielewa, eh? Yani, kuishusha hazi klabu fulani na kuipandisha hazi klabu fulani. Si umenielewa? Kwa hiyo ile ni mbinu, si umenielewa? Ile ni mbinu kuishusha hazi Simba na kuipandisha klabu yake, sawa eh? Especially katika masuala ya kiuchumi, kwa sababu anaona unajua Yanga wanaogopa sana hii Simba. kwa nini? Embu, angalia mi nakupa mfano mmoja tu, wewe angalia kwenye mkataba wa jezi. Mkataba wa Simba auleta dedi una accelerate si umeelewa. Mkataba Simba upungui huwa unafanya nini? Unapanda. Tumetoka milioni mia tatu mia sita bilioni moja pointi mbili bilioni mbili pointi pointi moja, bilioni ngapi? Bilioni sita pointi nane. Hii inatisha an, yaani triple match mkataba wa jezi unapanda. Haya, mkataba wa kifuani, tumetoka milioni mia nane Sport Pesa. Tukaja bi Sport Pesa tena bilioni moja pointi tatu tukatoka hapo tukaenda mpaka bilioni tatu Mbeti, tumetoka hapo mpaka tunakwenda kwenye bilioni ngapi? Bilioni sita. Alafu huku didi anabi yaani, hataki kuwekwa kwenye jezi lakini anahitaji kuidhamini nini? Kuidhamini Simba, ina maana samani ya klabu ya simba imefanya nini? Imepanda. Simba imetoka nafasi ya mia moja na nne kumi na nane kumi na tisa nafasi ya mia moja na nne inakuja mpaka nafasi ya kumi na sita inakuja mpaka nafasi ya tano ndani ya miaka saba. Hii timu ni timu ya aina gani? Mimi ningemwona injinia kama kweli ni kiongozi bora alitakiwa aseme mazuri ya Simba na mabaya ya Simba. Amekosa mabaya. Kitendo walichoonyesha wanachama wa Simba ile ni demokrasia. Yaani kuonyesha kwamba Simba there are real democracy in Simba Sports Club because democracy is a government of the people by the people for the people. Sio maneno. Ni serikali ya watu iliyoteuliwa na watu kwa ajili ya watu. Sasa, ushaambiwa watu. Ina maana hawa watu hawa. Hah? Oh. Yana. Hawa watu ina maana wana haki ya kuchagua au kuchaguliwa. Si umeelewa? They have a right to vote or to be voted. Wewe unafikiri kuna jambo la mchezo mchezo hapa? Kwa kila ambacho mmeonyesha ninyi katika zile clips, ni ile ni lili democracy. Yaani imekuonyesha kwamba Simba kuna lili democracy. Alafu Simba kuna mashabiki bora. Ina maana mashabiki wasiopelekeshwa pelekeshwa. Uwezi ukambadilisha uniform shabiki wa Simba hapo anaingia kwenye mkutano mkuu hilo alipo. <laughs> Kuna watu wamevalishwa unifomu. Mkutano wao mwaka huu wamevalishwa t-shirt za kijani, kama wako kwenye nani? kwenye hamasa za siasa za za CCM, unataka kuniambia wale sio wanachama? Hivi unanielewa, ili uwe na timu bora unatakiwa uwe na vitu vinne. Lazima uwe na good leadership, lazima uwe na nini? good fans umeelewa? mashabiki wanaojielewa Haya, Lohandua, mashabiki wanaojielewa ndio anatengeneza utawala bora. How can you make good leadership without what? Mashabiki bora, naizungumzia demokrasia, si unaelewa hii? mm -hmm. Shule. Yaani, hata mtoto akikaa chini hapa anaondoka na, na kitu anaenda kujibu kwenye mtihani, si unaelewa? Sehemu yeyote, hata wazungu Wangala, wazungu, lengo la wazungu kutuwekea demokrasia walikuwa wanajua black people Yani watu weusi hawawezi kuendana na demokrasia, lazima watakuwa wanapigana pigana tu kila siku, watagombana gombana tu, ndio maana wakakuletea democracy. Kwa sababu wanajua, si hatuiwezi, wao wenzetu wanaiweza, sababu wazungu wanafuata principle. Kuna principle of demokrasia, human rights, si umenelewa? right of opinion, umenelewa bwana, tolerance, si umenelewa eh? lasa wazungu wenzetu, vivitu wanavifuata, tolerance wanayo nimetaka kuchaguliwa, si kuchaguliwa, basi anakuwa na tolerance, anarudi nyuma na kusubiri uchaguzi ujao, si umenaelewa? Niki yani Engineer Heris alichokifanya, kwanza inaonekana elimu ya demokrasi kichwani ana. Huwezi ukawa na elimu ya demokrasi kichwani alafu uka yani ukakataa watu wasiwa wanafanya fujo baada ya kuona uongozi wao au watendei haki wale, walikuwa na dai haki yao Simba sio Yanga. Simba wanachama wote, wanachama wote, nasisitiza wanachama wote wanaingia kwenye mkutano mkuu na wana haki ya kuchagua au kuchaguliwa kikatiba, sio Yanga huku ya. tawi moja lenye wanachama mia wanachaguliwa watu wangapi? Watu watatu. Simenelewa sio? So, Simba Simba kama wako elfu nane wanaingia wote mle, ndio maana umeona ukumbi ule wa Diamond Jubilee umejaa. Ni vita, ni vita. Si umenielewa? Yeah. Kwa hiyo tofauti na wao, unajua wanachama wa Simba na Yanga tofauti yao iko hapo. Simba wanachama wake huwezi kuwaburuza, ni waelewa. Sasa GB wewe unataka engineer pale aoneshe nini? Labda, pengine kwa mtazamo wako wewe. Hey, sawa si umeonyesha disadvantage yeah, za simba yeah, onyesha na advantage za Simba. Mbona mazuri ya simba kuzungumzia hata kimoja, kwamba Simba ndio klabu pekee miongoni mwa klabu kumi bora Barani Afrika ambayo inaendeshwa kwa gharama ndogo ina thamani ndogo lakini inashindana na la vilabu vikubwa vyenye thamani kubwa mbona ya kuzungumza hiyo anakuja kuizungumza rais wa CAF. mpaka rais wa FIFA amelizungumza hilo alivyokuja hapa kwenye mashindano ya African Football League kwamba national ina ina ina thamani ya bilioni milioni 43, 45 euro Umeelewa? Mamelody milioni 41 euro Piramidi milioni 39 yulo, Experience di Tunis yulo, umeelewa? Milioni 35 yulo, Wydad di Casablanca milioni 36 yulo, lakini Simba kwenye tano bora milioni 2.5 yulo. Hii ni sifa, sio sifa? Leo mtoe mtoto wa kata mtoto anasoma sekondari ya kata, alafu kamshindanishe na St. Mary Kifungilo, waweke pamoja wapewe mtihani, alafu mtoto wa kata aongoze hivi. Mtoto ni mtoto wa aina gani? mbona ili ya kulizungumza Simba ameshaongoza kundi akiwa na national rally. Simba ana standard ya kuifunga timu namba moja namba mbili namba tatu namba nne kwenye ranki za Kafu, lakini Yanga hana mbona ili ya kuzungumza Yanga kwa kashawahi kumfunga timu namba moja namba mbili namba tatu namba nne kashawahi? Huu mwaka wa kumi sasa hivi, amemfunga ya nani mara ya mwisho? elfu mbili na kumi na nne ndo anamfunga neshu wa pagoli la kanavalo, umenielewa? lakini mpaka sasa hivi standard hiyo ana. Sasa kwa nini yazungumzi mazuri ya Simba? Simba imeweka historia kubwa, ni timu inaoendeshwa kwa gharama ndogo, lakini inashindana na vilabu vikubwa. Leo Nesho anakuja hapa kaja hapa. Nesho kaja mara tano hapa amekufa mara tatu. Simba ile ndio timu timu ya tatu kwenda kupata sare katika uwanja wa Cairo tangu ianze kuanzishwa national rally. Mbona akuzungumza hii? Simba ni timu ambayo ina uwezo wa kufanya imefanya comeback ya goli tano. Imepigwa nne hapa na Mufulira Wanderers ya Zambia. Imekwenda kula imesha tano mpaka leo hii hiyo rekodi haijawekwa. Kwa nini asiseme, jamani, nchi na nayoongoza mimi mpira, kuna timu kule imeweka rekodi ya kufanya comeback ya goli tano, mpaka leo hii Afrika haijawahi kutokea. Mbona ya kusema hilo, unaenda kusema mabaya ya Simba. Tena mabaya yenyewe sio mabaya tu, ile ndiyo demokrasia. Yani Simba ameonyesha hapa kuna demokrasi. Wazungu wana tabia, wanakusaidia kwenye uchaguzi, gharama za uchaguzi wanakusaidia hapo, wanaangalia uchaguzi wako, uchaguzi wako utakuwa na kama there is no choice, wanajua wao kwako kwa hakuna demokrasia. Wanachotaka wao waone, lili demokrasi lili demokrasi, inaonekana vipi? Ndio kama huu uchaguzi uliokwisha, yani ile ni lili demokrasi imeonekana hapa. Kwa hiyo mnyama ameathirika kwa namna gani kutokana na injinia Hersi kupresent ile ni mbinu? Ile mbinu imetumika kwa sababu wanaogopa Simba linakuja kuwa lidude likubwa. Simba ni dude kubwa, na linakuja kuwa lidude likubwa Ina maana Simba itapata sponsor wengi itapata wazamini wengi kutoka nje, sasa sio ndani, umeelewa? Si, si umeelewa? Sio. Sasa ili kuwazuia wawekezaji wengine na wazamini wengine wasije kuizamini Simba ndio anaichafua Simba kimataifa. Sisi tuna akili nyingi, yaani lengo lake, wewe angalia pale, huku kwake amezungumzia swala la nini, la economic stability si ndio? Sindio huku kwa Simba amezungumzia political instability. Hivi wewe mwenye akili timamu, sehemu ambayo yenye changamoto za kiuchumi na sehemu ambazo zina changamoto za kisiasa, wewe unaenda kudhamini wapi? huku kuna vurugu za kisiasa huku, huku upande wa huku kisiasa wametulia, yaani uongozi wake anakwambia umetulia, isipokuwa ana changamoto za kiuchumi. Maana yake huku kwake anavutia wawekezaji waende kumetulia ila kuna changamoto za kiuchumi uchumi, uchumi wao hauko stable eh, unayumba yumba, kwa hiyo waende watu akawekeze. Halafu huku kwa simba huku kwa Simba huku anakwambia huku kuna nini kuna poor governance, governance. Tafsiri yake hakujatulia, kwa hiyo mwekezaji hawezi akaja huku, maana there is no unit huku, kuna disunit watu wamepalaganyika palaganyika, kwa hiyo pale ile ni lengo lake katika kuichafua Simba ili ishindwe kupata wadhamini na wawekezaji wapya. Sasa mnajipangaje kuelimisha dunia na kuelimisha watu barani Afrika lakini pia dunia nzima kwa sababu umeona mnyama Simba yuko tofauti. Uzuri wa Simba, Simba ni materialist team. Ni timu ambayo inajieleza yenyewe. Si umeelewa eh? Ni timu ambayo inajieleza. Si umeelewa? Wewe umeona kuna mtu kamwaga damu pale pamoja na zile kelele zote, watu wameishia kuongea kwenye mdomo, wametawanyika. Shughuli za Simba zinafanya nini? Zinaendelea. Kwa hiyo Simba inajieleza yenyewe, si umeelewa? Na hawa wadhamini, watu wengi Afrika wanaijua Simba nani? Hamna mtu anaoijua Yanga, si umeelewa eh? Mimi naona pale yeye ya, ndiyo kwanza amezidi kuifanya nini, kuadvertise, yaani kui, kuibrand Simba. Watu wamejua Simba sasa duniani, sababu mkutano mkubwa ule ushahitaji Simba <laughs> na umeweka video zao pale, kaka ameenda kumexpose bani Shabani mpira, pesa anamwaga, cheche haya, eh? Mwindi anamwaga cheche, moja kwa moja, wewe, inaonekana Simba kuna lili demokrasi. Kwa hiyo wanachama wa Simba wako vizuri na tayari tunacheo kwamba sisi ndio mashabiki bora barani Afrika, kwani ile tuzo Yanga ashawahi kuchukua au kuna nani kashaichukua Afrika hii? Ni Simba peke yao, kwa dunia inajua sisi tuna mashabiki bora na rais wa FIFA akaja na akakabidhi tuzo South Africa. Sawa sawa. Jibu tuweke nukta katika hilo tumalize na hili hapa. Kuna tetesi bwana, zinazungumzwa mitandaoni na kusema kwamba Luis Jose Mixon huenda karejea ndani ya klabu ya Yunga Simba FC. Yuko tayari kumpokea kijana? Kwanza kabla ya hapo yule jamaa amenikera sana. Yupi? Huyu engineer. Swala la kusema Simba kuna poor governance hivi, hey. Kati ya Yanga na Simba nani anapua governance? utawala mbovu uko wapi? Hebu tuangalie. Yeye kaingia madarakani, aliwaahidi nini Yanga? Aliwaahidi atajenga ya uwanja wa mechi na uwanja wa mazoezi. Wana kiwanja cha mazoezi? Sasa mshabiki wa Yanga ambaye ana akili timamu si anajua kabisa utapeli. Umeelewa? Yaani hivyo ndio vitu alitakiwa azungumze pale. Timu yangu haina hata kiwanja cha mazoezi. Simba ina viwanja vitatu vya mazoezi. Wewe unacho? si tuna eneo letu tunafaa mazoezi kwetu, wewe unacho? angesema Yanga ni timu ambayo haistahili kupewa hata nini, leseni. Anakuwaje leseni huna kiwanja cha mazoezi eh? Lazima una kiwanja, si umeelewa Yanga ndio timu inayoongoza kwa madeni. Angesema pale siku ile kwenye kikao. Yanga ndio timu inayoongoza kwa madeni. Inadaiwa na wachezaji na kuvunja mikataba bila kuwalipa staiki zao wachezaji na makocha. Mbona kusema hii? Simba hiyo ipo. Sasa wao na good governance vipi? Good leadership iko huko. E, haya malumbano mengine ya kwenye mkutano ni watu wanataka haki zao. Watu wanataka mambo yao yaendeshwe vizuri. Wanadai haki zao za kimsingi za kikatiba. Lakini sio good governance. Good governance iko Simba. Yanga hamna kitu. Yanga ni matapeli. Sawa. Hivi twende kwa Luis Jose Luis Mixon. Yuko tayari kumpokea kijana? Kwa nini tusimpokee? Jose Luis Mixon ni mchezaji wa Simba. Mchezaji akishapita Simba kama Emmanuel Oko. Emmanuel Oko alikuwa anaondoka, anarudi, anaondoka, anarudi. Hata Luis amekwenda. Amerudi. Eh? Mambo hayakaa vizuri, ameondoka, amewaka, amemaliza ligi kule na goli 14. Umeelewa? Eh? Nadhani ni top scorer. Sawa, yeah. Na ndo mabingwa kaipa timu yake ubingwa. Sasa kwa nini usi, asirudi nyumbani? yeah. Mwili ushapungua yuko vizuri. Kama yuko vizuri atarudi nyumbani, shida hakuna yeah. Naye mwenyewe anaitaka timu na anaipenda Simba kutoka moyoni. Simba kuna maisha mazuri. Hakuna mchezaji ambaye anaondoka Simba alafu asipende kurudi Simba. Enoki hujamuona bwana? Sio Luizi tu, Enoki anarudi. Wewe siku ile kumwona uwanjani bwana! Eh, chuma kipo Mwenelewa kina mendea mendeamendea kinaulizia ajila tena Simba la bareke kila siku anazulula kila siku anatageni. Hey, hey, wee mangungu, hawana hela ya kumlipa, hawana hela mm, ya kumlipa wachezaji wa Simba wanamilikiwa na bosi namba moja mwenye uchumi mkubwa Tanzania hawana uwezo labda. okay, ukiona hivyo mchezaji wasubiri labda afike miaka thelathini na sita, thelathini na saba, thelathini na tisa, kama chama vile au kama cha bala la miaka thelathini na mbili, thelathini na tatu halafu tutakupa ile kitanzania bilioni mbili. Hawana hela hiyo Morris Abraham. Unajua vision na mission ya Morris Abraham ni kucheza nje. Sasa Yanga hawana kacha hiyo ya kuuza wachezaji nje. Wacha kuona Yanga ameuza mchezaji kenda Ulaya. Yupi? Hamna. Kwa Simba pekee yake ndo na mambo tumemuuza Sako, tumeuza wachezaji kina Luis Mixon ya, kina Chama, sisi tunaachia. Wewe ukitakiwa na timu kubwa umelizika nenda. Kwa hiyo Simba ndio maana unakuta Mwalisi Abraham ametulia ndani ya Simba na unaonyesha jitihada anataka kuondoka. Kwa hiyo hawezi akaja akachezea nini akachezea. Na tayari tushamuongeza miaka hii, miaka miwili. Alafu mtu anemiliki nani? Anemiliki Mwalisi Abraham. Kwanza baba yake yule Boba ni mshikaji wangu hani. Nimecheza naye nimesoma naye shule ya msingi. Ni Simba lialia, hawezi kumruhusu ule mtoto aende akacheze Yangu. Alafu meneja wake anayemeneji ule mtoto anayemsimamia ni Mbwana Ali Samata. Kapata fadhila kubwa sana kutoka kwenye Simba. Kwa hiyo hawezi akampeleka yao.